a ngazi ya kutafuta viongozi wenye weledi na wenye kujua wanachokiongoza, kwa sababu kauli kama hiyo kutoka kwa kiongozi wa juu kama yeye Arafat Haji, kauli ambayo mimi nafsi yangu imenishangaza sana. Huwezi kutamka wewe kama kiongozi ukasema kwamba unaamini mechi imeshaisha kwako wewe, dabi imekwisha, hakuna dabi itakayochezwa da tena, yaani inakuonyesha jinsi gani kwamba Yanga Afrika wana viongozi ambao sio sahihi. Yaani yeye tu kwa kauli yake hiyo anaonyesha jinsi gani Afrika haina viongozi wenye weledi. Huo ni utoto. Huwezi kutamka kauli kama hiyo, sababu shirikisho ambalo linasimamia mpira au bodi inayosimamia mashindano imetangaza kuahirisha mechi, ulipaswa utulie, hujua sababu yawapelekea wao kuahirisha hiyo mechi kisha uenda ulipata muda mzuri wa kulizungumzia hilo. So kila kitu kidu kinapokuwa unatakiwa kuizungumzia kwa haraka, hakutakiwa kuwa na haraka ya kutoa majibu kama. Nafikiri haraka ndio imefanya watoe majibu kama lakini lakini. Uh, uliona barua ambayo waliweza kuandika na waliweza kukubaliana katika kikao cha kamati mtendaji kuu ya Young Africans kwamba wao uh, azimio lao ni kwamba hawatarudia kucheza mchezo kutokana na sababu ambazo umeziainisha kwamba hazina uh, hazikuwa na umuhimu au mashiko kuahirishwa kwa mechi hii. Niliona barua hiyo, lakini kauli ya Arafat Haji nafikiri itangulia kabla ya barua, kama sio sahihi na baada ya kuiona barua bado, pia hata barua yao walokuja kuitoa kama msimamo wao kama uongozi wa klabu ya Yanga Afrika pia ilikuwa na mashiko vile vile, kwa sababu nataka nikwambie kitu kimoja. Watu wanaweza wakalaumu bodi ya ligi kwa kusimamishwa ule mchezo, kwa kupeleka mbele ile mchezo, lakini bodi ya ligi inawezekana pia vile vile walikuwa wako sahihi. Kulikuwa ni ambavyo watu wengine walikuwa wanawafilia bodi ya ligi. Mchezo wa mpira ni sehemu ya mambo mengi yanayoweza kufanyika katika nchi. Wao wanaangalia katika upande wao tu, kwa sababu ya ushabiki wa mpira. Wanajuaje bodi ya ligi wametazama nini, nini ambacho wamekiangalia, wameona ule mchezo unapaswa kusimamishwa wao wamekadili tu kwamba bodi ya ligi inaweza kusimamisha mchezo ule kwa manufaa ya klabu moja, lakini wanashindwa kuelewa kwamba kilichofanya mchezo ule usimamishwa na bodi ya ligi wameshindwa kukichanganua wao, kwamba kuna kitu gani kilitokea na baada ya hapo, kwa nini bodi ya ligi imesimamisha mchezo ule. Wanakuja kugundua kwamba mchezo ule ulikuwa una maslahi kwao na si kwa mpinzani wao, ndio maana wanalalamika kwamba wao walikuwa wanapaswa kutengeneza mazingira mazuri ya kumfanya mchezo ule uwepo, lakini siku za hivi karibuni tumeona uh, taarifa zikisambaa kwamba uh, wameandikia bodi kuomba warudishiwe gharama zao za, za maandalizi ya mchezo. Ikumbukwe wao ndo walikuwa ni wenyeji wa mchezo ule ambao ungekutana dhidi ya Simba, takriban milioni 56 laki nne na elfu thelathini na tano wanahitaji pesa yao wa irudishwe. Pengine watakuwa sahihi katika hili kutokana na mchezo kuahirishwa mimi siwezi kusema wako sahihi au wao wako sahihi, kwa sababu ya ndio maana nikasema binafsi kuna vitu vingi vinaingia akili. Game ile imeahirishwa, lakini nini sababu ya game ile kuahirishwa? Bodi ya ligi wamesema kuna uchunguzi unaendelea ambao hawawezi kuutolea maamuzi haraka, kuna ushahidi na mambo mengine yanaendelea. Sasa wao wanaainisha hasara walioipata, wanajuani huenda akawa hata hasara waloipata imechagizwa na wao wenyewe. Kwa hiyo siwezi kufahamu wao wameangalia nini mpaka wanasema kuna hasara wameipata na walikuwa wanapaswa kurudishiwa. Mi nafikiri kusubiri bodi ya ligi walisema kafatia hayo masaa sabini na mbili, watakapokuwa wamefanya uchunguzi na kujua shida iko wapi, na wakatuambia sababu hasa iliopelekea mpaka mechi kuahirishwa, tumepata majibu yote, tukajua wako sahihi Yanga au bodi ya ligi wako sahihi au nani yuko sahihi? Kulikoni kuanza kutoa matamko ambayo kwa sasa hivi hayana maana, na na matamko hayo ukiachunguzwa yanatolewa na watu ambao ukiwaangalia vizuri ndio yale yale. Mimi siku zote huwa anasema kuna watu wengi wanaongoza mpira wa nchi hii kwa sababu wanaupenda tu mpira wa, siamini kama wana weledi wa kutosha na kuutambua mchezo wenyewe wa mpira wa miguu. Wengi wanaonekana hawautambui mchezo wa mpira wa miguu pamoja na sheria zake wanaongoza na wanapewa nafasi za uongozi kwa sababu aidha wamejipenyeza wakaonekana kama wanafaa, basi sababu yote hayo ndio maana nakueleza, huwezi kutoa tamko la kusema kwamba tunataka tulipwe sijui fedha kwanza. Wangekuwa ni viongozi wenye ueledi, walikuwa natakiwa wasubiri bodi ya ligi itasema nini, baada ya kuwa wameuahirisha ule mchezo, kisha ndo wangepima sababu za bodi ya ligi, baada ya kuzipima wangekuja na mrejeo wa majibu walio sahihi, yani wanaainisha sasa kile walichokipata kutoka bodi ya ligi, na wao ndio wangekuja kujua kwamba hapa hatujatendewa haki aidha tumetendewa haki, hapa tuna tamko letu kama klabu ni hili. Uki, uh, ukitazama kiundani zaidi hili ambalo limetokea Tanzania tumesikia hata huko Misri, dabi kubwa kuliko zote barani ya Afrika, nafikiri Zamarek dhidi Al Ahli, ahli wamegomea mchezo Uh, kwa kile kinachodaiwa kwamba waamuzi walikubaliana kwamba waamuzi wataka kuwa wanachezesha dabi wawe wanatoka nje ya nchi ya Misri, ahali wamegomea mchezo. Zamalek waliweza kufika uwanjani katika mchezo ule na makamishina, lakini mchezo wa kuchezwa, hii tafasiri yake ni nini? uh, bana Juma, kuelekea kwa kuhusiana na soka letu la Afrika, kwa hivi ambavyo vinaendelea kutokea, tafsiri yake ni ile ile, soka letu la Afrika bado lina mambo mengi nje ya kiwanja kulikoni, ndani ya kiwanja inakuonesha wazi Zamalek Ahly, ndio lebo ya vilabu vikubwa barani Afrika, ndio picha hasa ya mpira wa miguu wa Afrika kwa vilabu. Unaweza ukategemea timu kama Ahly inaweza ikaamua kufikia maafikiano ya kutokupeleka timu uwanjani kwa sababu ambazo ziko nje hata ya kanuni. Wao wanasema kwamba walikuwa wamekubaliana kabla ya ligi kuanza kwamba mechi zote zinazohusisha dabi baina yao wao na wapinzani wao mwamuzi atoke nje. hmm. Sio swala la kikanuni, wanasema walikubaliana, makubaliano hawajaingiza kwenye kanuni na sheria za chama chao cha mpira wa miguu hmm. Lakini ahadi wamefikia kutokupeleka timu uwanjani. Kwa hilo tukwa makubaliano ya mdomoni bwana, dabi zitachezeshwa na watu kutoka nje wameamua kuto kupeleka timu, unapata majibu kwamba hata hichi kilichotokea kwetu huku ni sehemu ya mpira wa Afrika na vituko vyake. Ndio maana mi naweza kusema subiri, hatujui Misri wao wataamua nini, lakini kwa upande wa Tanzania na mazingira yalotokea katika dabi hii unayoiona ya Dar es Salaam baina ya Simba na Yanga, mimi kwanza, mwanzo nilipotokea ile jambo, moja kwa moja nilisema kwamba kwa kwanini mchezo uahirishwe? Kwa sababu Simba malalamiko yao ya kuto kufanya mazoezi mmoja kabla ya mchezo ukiangalia ni swala la kikanuni na utaratibu wake huko wazi unafahamika. Kwa nini wao waamue kutokupeleka timu uwanjani na chama cha na bodi ya ligi inayosimamia ligi iamue kuahirisha mchezo, kuna nini? Kwangu mimi, mwanzo nilitazama nikaona kama ni shida, lakini baadaye nikaja nika nikakaa nikafikiria kwa umakini, hii ni mechi ambayo inabeba hisia za watu wengi ndani ya nchi na watu wengi ambao wanaoshabikia mpira, wengi wao hawajui sheria, wana utaratibu wa mpira wa miguu, wanaoshabikia mpira tu na matokeo uwanjani. Nikajiuliza, endapo gemu ile ingechezwa uwanjani baada ya malalamiko yale ya Simba na kuonekana kwamba hawatendewi wana haki, wanaonewa kitu ambacho ona kutokea ndani ya uwanja, labda ingetokea matukio ambayo kama tumeshayashuhudia malalamisho ya, ya waamuzi na kila kitu nini ambacho kingeweza kuenda kutokea uwanjani baadaye, nikapata jibu kwamba huenda bodi ya ligi walikuwa sahihi kuahirisha ule mchezo, kwa sababu huenda lingiweza kutokea jambo kubwa ambalo lingehatarisha hata amani ya nchi, kwa kitu kidogo ambacho mlipaswa kukifikiria na mkatumia busara mkakiondoa. Kwa hiyo baadaye nilikuja nikaangalia, nikaona kama bodi ya ligi walikuwa sahihi kuahirisha mchezo, kuahirisha mchezo, lakini pia vile vile nataka kujiridhisha sasa. Bodi ya ligi wamekwenda wanasema, wanafanya uchunguzi, waje na matokeo na majibu sahihi kwa sisi watu wa mpira ili tuone shida ilikuwa iko wapi. Kwa nini Simba wakufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo? Ni jambo la kikanuni na wana haki hiyo. Kwa nini walijimwa haki hiyo? Shida ni Simba au shida Yanga au shida ilikuwa ni nani? Tunataka tujue. Kingine nataka kusubiri na kuona nini shida wao wakaamua kuafikia kuwailisha mchezo. Haya ni mawazo yangu ya kusema kwamba nafikiria labda wao wana mambo mengi waliyaona, ikiwemo nimetoa mfano hilo kwamba huenda baada ya malalamiko ya Simba waliona kuna mantiki ya kusimamisha huu mchezo kulingana na mazingira tuliyonayo. Sisi Watanzania tunapenda timu mbili tu, Simba na Yanga. Tukio lilotokea siku siku moja kabla ya mchezo lilikwenda viral sana kupitia mitandao ya kijamii, watu wote walikuwa wanaliona na kulishuhudia. Simba wanalalamika wananyimwa haki yao ya kimsingi ya kikanuni ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, tena na watu wa Yanga. Na kweli clip zile zilikuwa zikiwaonyesha watu wa Yanga wa ulinzi, mabounce sio, na waita makomando, tena wakitamka kabisa haingii mtu uwanjani. Ile ilipelekea taharuki kwa washabiki wengi na wapenzi wanachama wa klabu ya Simba kuona kwamba kwa, kwa nini tunafanyiwa hivi? Nakumbuka ndugu mwandishi kwamba huko nyuma Simba wamekuwa wakionekana wakilalamikia sana wakiwa hawana imani na kile kinachoendelea wanaona kuna matukio mengi yanaowafeva yanga zaidi kuliko wao. Mambo mengi wamekuwa wakialalamikia, na lile jambo limetokea siku moja kabla ya mchezo wa dadi. Kwa hiyo baadaye, mimi kiakili nikaa najiuliza nini kingetokea endapo dadi ile ingechezwa yakatokea maamuzi ambayo yakaonekana bado hawakubaliani na nayo watu wa Simba, nini kingekwenda kutokea hapo? Ndo nikafikiria kwamba huenda bodi ya ligi wameangalia hali ya mchezo wenyewe, kwamba hali ya mchezo haitokuwa salama huu mchezo kuchezwa kulingana na mazingira yaliyo hizo. Kwa fikra yangu mimi, sijui bodi ya ligi watakuja na matokeo gani. Ukisoma uh, taarifa ambayo Young Africans walitoa, uh, katika taarifa ya kikao cha bodi ya utendaji, Young Africans wao waliomba baadhi ya viongozi wa bodi ya utendaji ya, wa TFF akiwemu Alimas Kasongo pamoja na Stepheni Mguto waliomba ikiwezekana, kwa maslahi ya mpira wa Tanzania au viongozi waondolewe kwa sababu wamekosa kuwa na imani nao. Yote hayo ndoo nayasema, inajionyesha wazi kuna udhaifu mkubwa sana katika uongozi wa Afrika. Ni vizuri sana kuwapa nafasi vijana kuongoza sehemu mbalimbali, lakini sasa nakwenda, naamini kwamba vijana hawa tunaowachagua kuwapa Unajua, Yanga ni taasisi kubwa, ni klabu kubwa, ilipaswa kuchanganya watu, ilipaswa wa kuwa na watu wazoefu wa Kongo wanaotambua kwanza mila na utaratibu wa klabu ya Yanga na kuutambua mchezo wa mpira wa miguu wenyewe kwa undani kidogo, ingesaidia klabu ya Yanga. Inaonekana na viongozi ambao ni vijana wadogo, wana mambo ya kitoto mengi, wana ujinga ujinga fulani hivi, naweza nikatumia neno, nafikiri nitakuwa sijakosea, ujinga sio tusi wana ujinga fulani kulingana na uweledi wao, wanaonekana uweledi wao na kuutambua mpira wa miguu na sheria zake kuna mashaka. Busara tu haikuwapaswa wao kutoa matamko ya haraka kama hayo. Utaangalia kuna mambo yaliendelea baada ya bodi ya ligi kutangaza kuahirisha mchezo. Walichukua timu wakaipeleka uwanjani, ikaingia ndani, wakafanya mazoezi ndani ya uwanja. Baada ya hapo wakawa wanadai pointi tatu wapewa na magoli matatu Unaona jinsi gani hii timu ina viongozi ambao huenda hata sheria na utaratibu wa mpira wenyewe hawajui, wanaishi kwa nguvu za mitandao. Kwa nini nasema wanaishi kwa nguvu za mitandao? Wanafikiria zaidi kwamba kwenye mitandao watu watuone, mtoto fulani hivi, ambao sidhani kama wangekuwa na viongozi wenye uzoefu wa kusimamia na kuongoza mpira wangefanya kitu kama hicho. Angalia siku ya pili, wamechukua gari lao wamelipeleka mpaka kwa Simba tu Vipi kama ungekuta wauni kule ambao ni washabiki wa Simba na umepeleka gari gari likavunjwa vioo au likachomwa mpaka moto, ungeweza kusema nini? Ndiyo maana watu wanasisitiza sana katika mambo muhimu, yawe ya kinchi, yawe sio ya kinini. Tuangalie aina ya watu hapa sehemu na taasisi kubwa hizi kuziongoza. Taasisi kubwa kama Yanga inapaswa kuongozwa na watu wenye busara na hekima na kuyatazama mambo kwa umbali unakuja kugundua yanga wanapungukiwa na wanaonesha udhaifu mkubwa sana. Watu kama kina Arafat Haji hawajui kwamba hicho ni kipimo chao kikubwa sana. Vipi kesho na kesho kutwa wakija kuhitaji kuomba nafasi za kuongoza sehemu nyeti na muhimu kuliko ni waliopo, unaweza kuwaamini watu kama hawa ambao wanafanya maamuzi ya kitoto na ya kijinga bila kufikiria mbele, kama haya ambayo tumeona umeyafanya juzi? Kwangu mimi ni utoto, naweza nikasema ni utoto na unawaondolea kabisa heshima yao wa unasema kwamba kwangu mimi dabi haipo na imeshachezwa. Vipi kama itachezwa mbele? Kwa sababu inajionyesha wazi wewe una uwezo wa kugomea maamuzi ya bodi ya ligi ambayo yatakuwa na mantiki. Vipi bodi ya ligi, ligi, wakija na, ma, wakija na maelezo yenye mantiki, wakakueleza kwa nini ilipelekea wao mechi hiyo wakaipeleka waka mbele, utakataa kupeleka timu na tayari ushawaidi wanachama na washabiki wao kwamba hautopeleka timu hiyo, dabi haipo. Unafanya maamuzi ya kimehemko wakati uko kwenye taasisi kubwa ambayo inakutegemea wewe, huwa na utulivu, na wewe ndio dila, yaani unaongoza watu wengi ambao unakuangalia wewe, utasema nini? Wewe unakurupuka, unakuja, unasema jambo ambalo unajua fika huna uwezo kulisimamia. Nasema kwa nini huna uwezo wa kulisimamia: huna uwezo wa kuzuia dabi isichezwe, na unaahidi na unawaambia watu dabi hii haipo. Na hakika kwa asilimia zaidi ya 99.9 99, dabi itakuwepo itachezwa sasa, mm. wewe umeahidi tena, makamu wa rais wewe unajinasibu, viongozi wa Yanga, dabi ile inakwenda kuchezwa kwa kauli yako hii tu. Utafanya nini wewe mbele mm. Uta, utazungumza nini mbele ya mashabiki za... na wanachama mm. kwa hii nakuonesha jinsi gani kwamba hii club ina watu ambao bado. bado katika mpira wa miguu, katika mambo mengi tu ukiwaangalia unakuja kuwaona watu hawajatimia bado, wana sijui ujana mm. sijui ni nini ndio maana nikasema wanaishi na trendi, yani wanaangalia sana mitandao ya kijamii. Na sema nini, mitandao ya kijamii na watu wengi wengi wanaoitumia uelewa wao sio mkubwa kuliko wanapofikiria wao. Kwa hiyo wao hawapaswi kwenda kulingana na watu wanasema nini kupitia mitandao ni ya kijamii. Kwa hiyo unaona kabisa hao ni aina ya viongozi ambao bado wachanga, wanapaswa kujifunza, na tusiende mbali, wajifunze kupitia viongozi wanaoongoza Simba pale, waangalie vizuri wale walivyo sio wahurupukaji katika mambo mengi, na sio wazungumzaji katika mambo mengi. Lakini nilipaswa mimi nilifikia, labda kauli kama ile aliyoitoa Arafat Haji ingetolewa na msemaji wao, watu wangeweza kuipuuza na kuona huyu ni msemaji, lakini anaitoa makamu wa rais. Hiyo yote unaona kwamba ni ndio za kukimbilia, kwamba na mimi watu wanione nimetamka, nimesema kitu kama hicho. Matokeo yake anakwenda kutoa boko. Hiyo ni boko.